Niliwambia kwamba ukiwa unashona ganda la ndizi hakikisha unavuta kwa mbele hapa kifuani ili nyonyo lako liende hivi, sawa. Usishone hii ikiwa imenyoka. Sasa shona vibaya waje ukupige, sawa. Afu ukija ukiwesh ukivisha hii hapa hii, unaivisha hivi, sawa, nakaa hivi unavuta hapa hivi, sawa. Tunakuja tunafunga kwa nyuma kamba mbili ambazo ziko humu ndani kama hivi. Haya umeona sasa inapotakiwa kukaa inatakiwa ikae hivi. Maana ukivuta kamba zako hii inatakiwa hiyo ikae. Kwa hiyo inakuwa ipo smart. Sawa. So, niwaambia jioni kwenye group niwafundishe. Namba yangu ya WhatsApp hapo ipo chini. Utakuja ujifunze maganda la ndizi si mashono gani utakujifunza bule. Sawa. So, sasa wewe endelea kudanga wenzako, tumejiajiri huko maisha kupiga. Sawa. So, eh, ni follow namba yangu ya WhatsApp hapo ipo chini, njoo kwenye group usaku, ni follow, bonyeza cheki kujumlisha hicho